Ili wao kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu bwana. Timu ya Simba imemtambulisha beki wa kati eh, eh beki huyu bwana ni kutoka katika timu ya Cele Boshe eh ya pale South Africa beki, eh? e, beki huyu alishakutana eh? na Simba katika hatua ya nusu finali ya kombe eh, la shirikisho barani Afrika. Mechi hiyo ambayo ilichezeka pale Zanzibar na ya pili ikafanyika kule South Africa. Eh, katika mechi ya kwanza Simba alishinda moja bila, na mechi ya pili iliisha kwa sare ya sifuri kwa sifuri. Bwana Ismael Traore kwa hivi sasa amesaini Simba eh, mkataba bwana wa miaka miwili kutumikia timu ya Simba Sport Club miamba hii ya Tanzania eh, bwana Ismael Traore eh, ni beki wa eh, kati ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Shamu Karabwe eh, wengine wanamuita Shamu Karabwe wengine Shamu Karabwe au Karabwa, kila mmoja ana jinsi ambavyo eh, anamuita lakini, amekuja kuchukua nafasi huyu, eh, jamaa ni raia kutoka Ivory Coast, na Karabwe pia alikuwa ni raia kutoka Ivory Coast, kwa hiyo ametoka mu Ivory Coast ameingia mu Ivory Coast mwingine kuja kuchukua nafasi yake. Hivyo wana Simba wanaimarisha timu yao kabla ya kwenda e, katika mashindano ya Klabu Bingwa barani Afrika e, tarehe 23 ambako wana mechi Esperance de Tunis, e, ya, huko Tunisia. Ya mechi hiyo ni mechi ambayo wanataka waende wakiwa wako imara, wakiwa timu yao ina wachezaji ambao wanaweza kuisaidia kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana wako bize kuimarisha kikosi chao, wako wakobize kupambana ili wapate wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwasaidia e, katika mashindano ya Klabu Bingwa pamoja na Ligi Kuu Tanzania Bara, kwa sababu mtani wao anaonekana ameiva, au mtani wao anaonekana ameshawaka, amewasha moto. Hivyo na wanaona kabisa wana e, gap kubwa la kutengeneza timu ili wamfikie mtani wao, au wawe zaidi ya mtani wao, na ndio maana wanapambana kufanya usajili mzuri e. Katika usajili bwana Simba bado inaendelea, bado hawa maliza kusajili eh, kwa sababu wana nafasi eh, zaidi ya tatu ambazo watakiwa wazikamilishe usajili eh, wachezaji kama namba kumi ameondoka aua, eh, mutale naye anaondoka, anatakiwa aende Kenya polisi eh, kwa hiyo wachezaji ambao wanaondoka inatakiwa waje wengine kuchukua namba zao eh, waje kuliplace pale katika wale wachezaji ambao ameondoka, wanatakiwa waje watu wa kazi, na ndio maana hivi sasa Simba inafanya kazi na sajili wachezaji ambao wanaweza kuisaidia timu moja kwa moja sio mchezaji ambaye anakuja kukaa benchi eh, katika timu ya Simba sasa hivi, wanataka mchezaji ambaye anaingia moja kwa moja na kuchukua namba kutokana. Eh, mashindano ya klabu bingwa yapo karibu eh, na ukaribu wa mashindano hayo inatakiwa Simba ajipapatue kutokana katika klabu bingwa bwana eh, mechi mbili za makundi Simba hajashinda mechi hata moja, amepoteza zote, amefungwa eh, hivyo wanajua kabisa ni vigumu kupambana, lakini kwa sababu hali wanayo eh, na morali pia wanayo na wakapambane sasa hivi eh, hakuna ile lawama za kumlaumu ni kiongozi au ni mwekezaji au ni wachezaji. Na ndio maana eh, wanaondoa karibia nusu eh, wachezaji wa kigeni ili wasajili wachezaji wapya ambao watakuja kuleta manufaa katika timu yao hiyo ya Simba. Hivyo Ismael Traore eh, ni beki wa kati mzuri, ni beki ambaye anacheza akiwa eh, free yani ni beki ambaye anajiamini eh, eh, mabeki kama hawa ndio mabeki ambao wanahitajika kuja kucheza katika timu kubwa kama Simba, na ndio maana Simba wameenda pale Sterbosh na kuvunja eh, kibubu bwana. Ameenda kuvunja benki na kumchukua huyu bwana Ismael Traore aje apambane katika timu ya Simba. Aa, mabeki bwana, kutoka Ivory Coast huaga ni mabeki wa kazi, ni mabeki ambao wanapiga kazi Kweli kweli eh. Yeah. Unajua bwana, wachezaji wa Ivory Coast eh, hapa Tanzania ni wachezaji ambao wana majina makubwa, wachezaji ambao wameimbwa na uwanjani vile vile wanafanya vizuri, ukiacha tu kuimbwa. Hata eh, katika mpira wanaonyesha jinsi gani wamebarikiwa uwezo katika miguu yao na katika vichwa vyao, maana mpira unachezwa miguuni na, na kichwani. Kupiga chenga sio jambo dogo, atakuwa mdanganye mtu eh, kupitia kichwa bwana bwana, kwamba anafanya anafanya hivi hivi, kumbe ili uweze kumpita. Kwa hiyo bwana Ismael Traore mpaka hivi sasa E, ni mchezaji halali wa Simba e, wana Simba hapa wanasema wamepata mtu wa kazi, mtu wa shoka. Baada ya kukamilisha usajili huu wa Traore, amesema kwamba bwana, hapa mchezaji ambaye walikuwa wanamtaka muda mrefu hivi sasa ameshatua e, katika timu ya Simba. Kwa hiyo wana Simba mkae tayari, mmpokee kwa umoja bwana, mchezaji wetu Ismail Traore ni mchezaji wa Simba, hivyo mmpokee, wana Simba mnaambua, mmpokee bwana Ismail Traore, kwa sababu ni mchezaji wetu hivi sasa na ni mchezaji ambaye amekuja kupambania nembo ya Simba. Nembo ya Simba inatakiwa ipambaniwe, kwa sababu timu ya Simba inasukwa upya na kocha mpya Steve Barker. Steve Barker pia alikuwa pale Stellenbosch, na ndio maana imekuwa rahisi kumleta Ismael Traore, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa anamtumia eh. wachezaji wa Stellenbosch Simba wanaweza kuongezeka kutokana na kocha kutoka Stellenbosch, anajua wachezaji wa Stellenbosch, jinsi walivyo na wachezaji gani Simba ambao wanapelea na ndio maana anafanya e, usajili katika timu ile ya Stellenbosch, anachukua watu wa kazi pale, anawaleta Simba ili waje wasaidizane na waliopo hivi sasa lakini vile vile, bwana, timu ya Simba yenyewe najiandaa eh, na safari yake kuelekea huko Tunisia eh, kwa ajili ya mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Mechi hiyo ni mechi ngumu, lakini wana Simba wenyewe wanajua kwamba eh, ni mechi ya maamuzi, ni mechi ya kiume, lazima wakapambane jasho eh, na damu vyote vitoke uwanjani ili waweze kushinda warudi katika lamani yao. Eh, bwana, Simba imezoeleka kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa eh, barani Afrika, hivyo inahitaji kuongeza nguvu na kupambana kwa hali na mali ili waweze eh, kuvuka katika hatua moja na kwenda katika hatua nyingine. Bwana, mashindano ya klabu bingwa eh, ni mashindano makubwa kwa Afrika, na Simba vile vile ni timu kubwa, ni timu ambayo imeshafanya mambo mengi makubwa, imeshindana na timu nyingi vigogo ikiwemo Al Ahly na wamefanikiwa kushinda. Hivyo hata katika mechi hii wana imani kwamba wanashinda na kupata pointi eh, za kwanza katika mashindano ya klabu bingwa msimu huu, kwa sababu msimu huu mashindano eh, yamewaendea vibaya msimu mashindano hayakuwa vizuri kwa upande wao, hivyo wanaona kabisa mechi yao ya kuamkia ni zidi ya experience ya Tunis, na ndio mechi ambayo kwa hivi sasa wanaipigia mahesabu, wanaitaka eh, kwa namna moja ama namna nyingine. Bwana, unaonaje timu ya Simba kwa hivi sasa eh, mwenendo wake ukoje? Ukoja mda wa soka, mpenda michezo eh, chusha comment yako baada ya comment session, andika jambo lolote ambalo linohusiana na timu ya Simba Sport Club eh, kuhusiana usajili wake na maandalizi yake juu ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Je, unaona wanaweza kutoboa au watakuwa ni ungaunga unga mwana? Chusha e, komenti yako hapo e, subscribe, e, utakuwa umetisha kinoma noma, mtu wangu wa nguvu, utakuwa wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku.